Ila jambo langu litakuwa kubwa kushinda haya mnayoyaona, haya mbona e, e, madogo. Jambo langu mimi e. Waegea mweusi e. e. e. Subiria, mambo ni makubwa na ni mengi sana kuongea. Bosi wangu anachotaka <coughs> <coughs> nafanya, kumkataa dakika na ni mimi ah, subiri nimtaona, yani ni bosi wangu e. Nipo naye e, na e, yani moja kwa moja yani jambo lake langu

Jambo jipya ambalo maisha yetu niaswalini na maisha ambayo ni yapo na kuta k ki wana, mimi mara ya kwanza kama extra ambao nilipigwa simu na director assistant, nikasema nikae nicheze si mbili tatu moja nijiongeze, nikaambia Habiba, mimi nataka nikushoboke wewe <laughs> akasema twende kazi, nikaonesha pale ujuzi wangu hasa msimu wa pili. <laughs> bosi mwenye ikabidi aniandike. E eh, nilifanya kitu ambacho ni tofauti, na kupitia hapo, msimu huu sasa. tuongea na kushabikiwa, msanii gani okay? <laughs> Aisee, mimi napenda wote, kila mtu ananipenda naongea kwa sababu labda ni mtu ambaye nashuti naye, mimi Habiba ananifurahisha sana. Ukiachana nakushuti mtu ambaye nikimwangalia na enjoy, yani anacheza vizuri sana. Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.